Leo ni siku nyingine, siku ya upendo, siku ya neema na baraka. Hatuna budi kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru nguvu ya universe, nguvu za ulimwengu ambazo kimsingi tumeendelea kuzitumia bila kulipia chochote. Mimi na wewe hatuna budi kushukuru nguvu hizo na nikukaribishe tu katika makala za human hits. Na nimeelezea makala nyingi sana zinazohusu mwanadamu, maisha ya kiroho na maisha ya kimwili, na leo ni wasaa mwingine ambao nitakuelezea kuhusiana na moja kati ya mada muhimu sana sana ambayo inapatikana katika numerology pamoja na astrology, na tutagusa katika kipengele cha Matrix of Birth Destiny na hichi kipengele wengi walikuwa wanakisubiri kwa hamu sana, ili waweze kuelewa nini maana, lakini walikuwa wanamaanisha nini katika eneo hili. Na mfumo huu tutauelezea, na pia vile vile tutaonyesha utofauti wa mfumo huu na mfumo mwingine ambao watu wamekuwa wakiuchanganya kati ya astrology chati, lakini pia na Matrix of Birth Destiny, au wengine wanasema uh, Birth Destiny Matrix, au Destiny Matrix. Na mfumo huu ni mfumo ambao ni muhimu sana, kila mmoja wetu anapaswa kufahamu. Na mifumo hii sio mifumo ambayo uh, inaingiliana na dini yoyote au imani yoyote, isipokuwa ni mfumo wa kifalsafa au kisaikolojia ambao mwanadamu yoyote anapaswa kujua au kufahamu tu kwa sababu tayari ni mfumo ambao upo, ni automatic system ambayo ipo kutokana na kuzaliwa kwetu, kutokana na jinsi wazazi wetu walivyotuleta hapa duniani. Mimi jina langu naitwa Mr Kam TV na unaweza kuni follow kwenye uh, platform zangu za zote za mitandao ya kijamii, lakini vilevile vile makala hizi unaweza kuzipata kupitia Kam TV Tanzania online ndani ya YouTube, ukaenda kusechi sehemu imeandikwa podcast, utakuta mfululizo wa makala zetu nyingi sana eneo hilo, na utaweza kujifunza vitu vingi kupitia hapo, lakini usisahau tu kufollow account hiyo au kusubscribe, ili uwe wa kwanza kupata update zingine ambazo tutakuwa tunaziweka katika account zetu. Na bila kupoteza muda, ni vyema sasa tuingie kwa ndani zaidi kuweza ku chambua na kuelezea nini maana ya Matrix of Birth Destiny na ili watu waweze kufahamu na ili weze kuwasaidia katika mchakato yao ya kuweza kujitafuta na kujijua wao ni wakina nani na hapa duniani wamekuja kufanya nini, kwa malengo gani. Uh, pia vilevile vile kujua vipawa vyao, lakini changamoto zao, hatari zao, na fursa sasa tukianza na maana yenyewe ambao ni Matrix of Birth Destiny, hili neno la Kiingereza kwa Kiswahili chepesi tu linakuwa na maana ya mfumo wa kiroho na kisaikolojia ambao huu upo kwa ajili ya kutambua au kujaribu kueleza mwenendo wa maisha ya mtu, na hii ni kupitia nambari za tarehe za kuzaliwa, mwezi pamoja na mwaka, ambao tunaona katika mchanganyiko wa hizi namba maana kama ulizaliwa Machi ishirini mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita au mwaka elfu mbili. Kwa hiyo mchanganyiko huu wa namba ndo una uwezo wa kukupelekea kuelewa mwelekeo wako au mwelekeo wa mtu kuhusiana na maisha yake ya kuzaliwa. Namba hizi ambazo umepewa sio namba za kawaida. Kwa hiyo kila mtu aliyezaliwa katika tarehe yoyote au mwezi wowote au mwaka wowote zile namba ambazo uh, umezaliwa siku hiyo, haina maana kwamba namba tu peke yake, bali zile ni kodi za siri ambazo unapaswa kuzilinda kwa hali yoyote, kwa gharama yoyote ile, ili iweze kukupatia na kujua kwamba hizi kodi ambazo leo nimezaliwa au hizi kodi ambazo nilizaliwa zina maana gani hasa katika mfululizo au katika mfatano wa maisha ya kiroho, kwa sababu namba ni ni tunasema ni lugha ya, ya siri ya ulimwengu lugha ya kiroho. Kwa hiyo kama usipojua umuhimu wa namba, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kuto kujua lengo lako la kuja hapa duniani. Sasa namba hizi au mchanganyiko wa namba huu mara nyingi sana umejikita katika kufanua mizunguko ya sayari na roho zetu, kwa sababu wakati tunazaliwa kulikuwa na mizunguko ya sayari Jupiter, Saturn, Uranus, Venus e, na Moon e, mini e, Sun, Jua. Kwa hiyo mizunguko ya sayari hii wakati inazunguka, kulikuwa na kodi ambazo hizo kodi ndio tarehe zako za kuzaliwa au ndio tarehe za kuzaliwa, hiyo kodi ya tarehe ya kuzaliwa ndani yake ikifafanuliwa, ndo tunapata kujua mwelekeo, kujua vipawa vyako, kujua changamoto zako, kujua hatari na fursa zako, lakini pia kujua um, identity yako wewe ya kuja hapa duniani. Lakini vilevile vile ndo hasa tunapata kujua kwamba wazazi wako walikuwa wakina nani, walikuwa na vipawa gani, upande wa kike na upande wa kiume, hiyo hiyo tarehe na mwezi na mwaka ambao umezaliwa tunaweza tukajua kwamba baba yako babu yako alikuwa nani, bibi yako alikuwa nani, upande wa ubabani upande wa umamani, kupitia tarehe hiyo ya kuzaliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa tarehe, mwezi na mwaka ambao una ufahamu kuhusiana na kuzaliwa kwako. Ni muhimu sana kuchunga hicho kitu. Kwa hiyo hata wale ambao wanasherekea birthday, wanasherekea siku zao za kuzaliwa, ni vyema sana kuchunga hili, kwa sababu wakipatikana au mtu akijua ambaye anajua elimu hii basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuharibia au kujua kwamba wewe una kipawa gani au una uwezo gani. Hivyo unaweza ukachafuliwa na maisha yako yakaweza kuharibika. Sasa tukiendelea katika nafasi hii ya kujua matrix hii base of destiny, kwa hiyo tarehe zetu mara nyingi sana zimejikita katika uelewa wa siri au nafasi ya siri ya mizunguko ya sayari kupitia namba zetu za roho, namba zetu za kiroho ambazo ndio hizo ambazo tumezipewa. Jambo jingine ambalo linahusishwa hapo ni uchambuzi wa nafsi kupitia namba. Kwa hiyo kuna hiyo namba hiyo ya tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa ni kodi ambayo inatupa kujua namba za kiroho, lakini pia kujua namba za nafsi zetu kupitia mzunguko wa sayari. Kwa ni muhimu sana kuelewa, na watu wengine mara nyingi sana wanaona kama ni utani, lakini sio utani. Hii ni ni uhalisia na ndo ukweli, na huu ukweli mara nyingi sana utauelewa na utafahamu kupitia falsafa za kale kutoka eh, maeneo kadhaa ikiwemo Mashariki na Magharibi. Wao walianza kuyajua haya mapema sana, na ndio maana kuna baadhi ya mataifa, baadhi ya vizazi huwa wanajilinda sana huwa wanachunga sana kuhusiana na hizi tarehe za watoto kuzaliwa, lakini pia wanalinda sana DNA za watoto. Ngoja nifafanue kidogo. Kuna baadhi ya nchi kama kamam, uh, I mean, uh, Israel, lakini pia na baadhi ya nchi kama uh, Roma na nchi zingine, ni nchi ambazo kimsingi wameweza kulinda ile uh, DNA yao. Unajua DNA ni, ni kodi maalum ambayo Kimsingi uh, watu wakijua ile DNA huwa wana tabia ya kuilinda ku ile DNA yao isiweze kuchanganyika au isiende kwenye mataifa mengine kwa sababu watakuwa wanapoteza kumbukumbu kumbu za kwao na vizazi vyao. Nataka kufanua nini? Nataka kufanua kwamba DNA hizi ambazo zipo kwenye damu zetu, kwenye seli hizi zina uhusiano wa karibu sana na hizi namba. Ndiyo. Unaweza ukashangaa lakini hizi namba za kuzaliwa hizi zina uhusiano wa karibu sana na hizi DNA zetu, kwa sababu DNA mpaka inaitwa DNA imetokana na mzunguko wa atom, na huu mchanganyiko wa atoms ndio ulioleta proton, electron na neutron, kikaumbwa kitu kinaitwa DNA au seli, na hizi seli zinatambulikwa kwa kodi kwa namba maalum kwao hizi namba zina uhusiano mkubwa sana kutoka vizazi na vizazi na vizazi. Ndani ya hizo DNA tunapata vitu vingi sana, tunapaswa kukuelewa, kuelewa wewe ni nani kupitia namba hizo. Kwa sababu hiyo, ndio maana kuna watu huwa wanalenga masuala mbalimbali ya utabiri na kuonyesha ramani ya maisha ya mtu, ikiwa ni pamoja na vipawa kama nilivyotoa kuzungumza, pamoja na changamoto, hatari pamoja na fursa. Sasa ngoja niiguse asili ama historia kidogo kuhusiana na maneno kadhaa ambayo pengine tumekuwa tukiyasikia kwa watu, tukiyasikia kwenye historia, tukiyasoma kwenye vitabu mbalimbali mbali. Neno la kwanza tumekuwa tukilisikia linaitwa numerology au numerology ya kale. Hizi ni hesabu za namba ambalo wazo hili mara nyingi lilitumiwa na wafafanuzi wa kale wakiwemo watu wa Misri, Babilonia, India lakini pia Mashariki mwa Wagiriki huko ambao hao Mashariki wanaitwa Pythagoras ambao walihusisha namba na asili za ulimwengu. Hiyo naweza nikasema uh, kwa ufupi kuweza kujua nini maana ya numerology au mahesabu ya namba. Hizi namba ambazo tunaziona sifuri mpaka tisa zimehusishwa katika asili na ulimwengu hizi. Unaona, mwe, mwa, mwezi mwaka, tunaona hizi siku saba Uh, tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu, hizi ni kodi. Watu tu hawajui ni kwamba tunahesabu tu miezi, lakini hatujui kwamba zile tarehe ni kodi maalum za namba za ulimwengu kuhusiana na vitu fulani fulani. Hizi atoms ambazo tunaziona zina, zina uwezo tuna, tuna wa kubadilika kulingana na mazingira hizi atoms, uh, hizo hizo ndo zinazotengeneza seli za uhai ambazo tunaziona tunazitumia, tunavuta hewa, tunafanya nini, tunafanya chochote, ziko kwenye miili ya binadamu, ziko kwenye miili ya wanyama, wadudu na nini. Kwa hiyo hizi sasa hizi, hizi namba zilihusishwa katika asili ya ulimwengu, na ni wazee waliotangulia huko kwenye elimu, Babilonia, India, huko India wana elimu kubwa sana, wameachiwa urisi mkubwa sana ikiwemo na uh, mashariki Wagiriki, hawa waliwaachia hawa watu wa Israeli na watu wengine. So kuna jamii nyingine ambayo tumekuwa tukiisikia inaitwa psychomatrix, uh, ya Pythagoras, ambayo hii karne ya ishirini baadhi ya watafiti wa kiroho walichanganya kanuni kadhaa za Pythagoras na mbinu za kisaikolojia wakatengeneza mfumo wa kuchora, yani, matrix ya namba, na hapa ndipo tutakuja kujifunza baadaye walifanyaje fanyaje mpaka hii mifumo ikawa hivyo lakini kuna matrix ya kuzaliwa ambao hii ndo nilikuwa naizungumzia sana, na huu mfumo ni wa, ni wa leo au mfumo wa kisasa ambao unatumika mara nyingi sana. Unachukuliwa kwenye mfumo wa tarehe na kubadilisha kuwa mpangilio wa namba e, namba moja mpaka tisa, na wakati mwingine inaweza ikatumika sifuri. Unawekwa kwenye jedwali au jedwali la gridi ambalo ni jedwali maalum kama unavyoona. So huu mfumo ambao unatumika sasa hivi na ndio mfumo ambao watu wengi wanajua. Uh, wana, wana kuhusiana na uh, mwelekeo wao wa roho zao na nafsi zao kujua maisha yao ya sasa na maisha ya huko zamani walivyokuwa wanaishi, na pia vilevile vile, uh, mfumo huu wa matrix unaundwa kuchukua tarehe za kuzaliwa na tunaweza kusema kwa mfano, tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano ambapo unaongeza hizi tarakimu zote au unazijumlisha kwa pamoja, ndo kuna kitu kinaitwa life path number, ambao ukijumlisha hizi tarehe kwa mfano tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 1995 tunapata tisa. Kwa hiyo hii tisa tunaiweka kama life path number, ambao life path number hii ina kazi kubwa sana na ina tafsiri kubwa sana kuhusiana na issue za namba. Kama hujasikiliza makala ya namba na maana zake, ni vyema ukaenda kusikiliza kwanza makala hiyo, alafu ukajua nini maana ya namba number. Namba zinahusishwa sana katika maeneo mengi kwenye astroloji pamoja na, na, na, na, na, na, na, na vitu vingine. So kuna kuchora gridi ya tatu slashi na tatu ambayo yenyewe inakuwa na nafasi ya namba moja mpaka tisa, na kila namba inawakilisha nguvu fulani katika maisha na hapo unaweza kuweka tarakimu fulani katika tarehe za kuzaliwa kwenye gridi, ukapata kujua nini maana ya hizo tarehe, nini maana ya hizo namba kwenye hiyo chati. Ikiwa namba itajirudia sana mara nyingi hapo, mara nyingi inaongeza nguvu katika maana yake, na ikiwa namba haipo kwa mfano mara nyingi huwa inaonyesha udhaifu au changamoto kwenye kitu fulani. Ambazo hizi namba zinapangwa kwenye gridi kwa kufata mpangilio ufuatao zinapangwa tatu tatu, ambapo ni moja, mbili na tatu, nne, tano, na sita, saba, nane na tisa. Kwa unaona moja, mbili na tatu, alafu kuna nne, tano na sita, alafu kuna saba, nane na tisa. Namba hizi zinajikita zaidi kwenye namba sifuri mpaka tisa katika Destiny Matrix na nimeielezea sana sana, sana maana ya namba kwenye makala hizo zilizopita, na nikasema namba moja ina maana gani mpaka namba tisa. Lakini kwa faida ya watu wengine, ngoja nizieleze haraka haraka. Namba sifuri inawakilisha ulimwengu na kuanza upya, kama ishara ya chanzo cha nguvu zilizo ndani au ambazo hazina ukomo. Lakini namba moja ni nguvu binafsi ya mtu mwenyewe, uamuzi pamoja na uongozi. Namba mbili ni uhusiano, ushirikiano na uelewa wa mtu wa ndani. Lakini namba tatu ni ubunifu, usemi, vipaji vile vile kama vipaji vya sanaa na vipaji vingine. Lakini namba nne ni nidhamu pamoja na utaratibu, kazi ngumu na kujituma zaidi. Namba tano ni uhuru mabadiliko na ujasiri wa kuchunguza mambo. Lakini namba sita inajikita kwenye upendo familia, pamoja na uwajibikaji. Namba saba ni maarifa, uchunguzi, uelewa wa kiroho, na namba nane ni mafanikio ya kimwili, nguvu ya kifedha na mamlaka. Namba tisa ni huruma, utume wa kiroho na kuhudumia watu wengine. Kwa hiyo ndo maana ya haraka haraka kuhusiana na namba hizo. Kama utakuwa ni mtu ambaye unafuatilia, basi ni vyema ukaandika hizi ili kujirudiarudia ili uweze ku, kuelewa kwa undani sana, lakini zipo makala mbalimbali mbali, lakini vipo vitabu na unaweza ukafuatilia ukasoma na ukaelewa nini maana ya hizi namba sifuri mpaka namba tisa. Sasa kuna tafsiri ambazo zinapatikana kwenye hizi chati na hii chati ya matrix ina mistari ya milalo pamoja na wima ambayo kimsingi mistari mingine ni diagonal na huwa inatafsiriwa kutokana na jinsi ambavyo ilivyo. Na mistari hii inapangwa kwa namba. Kwa mfano, kuna mistari ambayo inapangwa moja nne na saba, lakini kuna mstari unapangwa mbili tano na nane, lakini kuna mstari unapangwa tatu sita na tisa, na kuna mstari pia vilevile unapangwa moja tano na tisa. Kwa hiyo utaona mistari imepangwa kufata mtiririko utaona hapa kwenye hii diagram kwenye hii chati ambayo unaiona hapo, mstari wa kwanza ni mstari wa roho, ambao mstari wa roho ni moja nne na saba. Huu mstari unahusishwa na afya ya ndani ya nguvu ya mtu ya kiroho, na hapa kuna tafsiri nyingi sana ambazo unapaswa kutuliza akili kuelewa nini maana ya mstari huu. Lakini mstari mwingine ni mstari wa kiakili, ambao mstari huu wa kiakili ni mbili tano na nane hapa unajikita zaidi katika uwezo na kufikiri au kusoma mambo au kuelewa mambo kwa undani. Lakini mstari mwingine upo mstari wa hatua ambao ni mstari wa namba tatu sita na tisa, ambao mstari huu unajikita zaidi katika matendo, kazi pamoja na uhusiano katika jamii. Na na mstari wa mwisho ni diagonal ambao ni mstari wa kiume, na mstari huu ni namba moja, tano na tisa ambao unajikita zaidi katika nguvu za kiume, uthubutu na majukumu. Mstari mwingine wa mwisho, sorry. Mstari mwingine wa mwisho ni diagonal ya kike ambao ni namba tatu, tano na saba. Hapa umejikita katika hisia, huruma na upendo. Kimsingi tu matumizi ya Destiny Matrix unajikita zaidi katika uchambuzi wa mtu mwenyewe binafsi kujua vipawa vyake, mapungufu na changamoto zake, lakini malezi ya watoto, kuelewa mwelekeo wa kitabia ili kusaidia malezi bora kwa watoto na familia na ukoo pia, kizazi na kizazi. Lakini pia kwenye mahusiano, kulinganisha matrix ya watu wawili, kwa mfano wanandoa, ama mume na mke na kuona uwiano wenu wa namba jinsi unavyoingiliana na kuwa na tafsiri, kujua kwamba maelewano yenu, maisha yenu yatakuwaje. Na hapa hii tunaita kwa Kiingereza compatibility. So hii compatibility itawapa kujua namna gani mission yenu ya maisha ikoje, lakini pia uh, matrix, destiny matrix hii inajikita pia kwenye kiroho zaidi na nafsi, ambapo hapa tunaelewa kusudi la maisha ya mtu, kuelewa kusudi la maisha ya nafsi, lakini life mission ya mtu unaielewa kupitia Destiny Matrix hii. Kwa kumalizia tu niseme, Matrix of Destiny ni ramani ya maisha ambayo inayotokana na namba na tarehe za kuzaliwa. Mpaka hapo nadhani utakuwa umenielewa kuhusiana na Matrix of Birth Destiny, lakini tukutane sasa kwenye makala nyingine ambayo nitafafanua mchoro huu husiana na namba ambazo zipo kwenye mchoro huu, mistari iliyo kwenye mchoro huu na maana zingine ambazo zimewekwa humu. Ya sasa inabidi utulize akili sana kuweza kuelewa nini maana ya mchoro huu, na pengine inaweza kawa ngumu, basi unaweza kutafuta tukaweza kukusaidia kwa ukaribu zaidi ili kuelewa nini maana ya mistari na namba ambazo zipo kwenye mchanganyiko au ufafanuzi wa namba zako za kuzaliwa. Mimi jina langu naitwa Mr. Kamtz. Unaweza kunifollow kwenye akaunti zangu, kama nilivyokuambia mara ya kwanza, kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Mr. Kamtz, lakini pia vile vile unaweza kupata makala hizi kupitia Come Tv Tanzania, ukasearch ndani ya YouTube ukaenda kwenye podcast au au playlist, ukaona pale makala zote ambazo tunakuwa tunazileta kwa mfululizo. Mimi sina la ziada. Nikutakie kila la kheri na nguvu za universe, nguvu za Mwenyezi Mungu ziendelee kuwepo juu yetu.